Mchakato ulianza kuanzia tarehe nne mpaka tarehe sita ambapo zilichukuliwa fomu kugombea nafasi mbalimbali mbali za uongozi. Tarehe saba na tarehe nane wakaweza kufanya zoezi la usahili, na leo tarehe tisa mwezi wa tano mwaka huu, katika jengo hili la auditorium imefunguliwa rasmi zoezi la kampeni na kuruhusiwa kuanza kwa zoezi hilo. Ni matumaini yangu kwamba zoezi hili zima litaenda vizuri na kupata viongozi wema waadilifu watakaopeleka chuo chetu cha Dodoma mbele zaidi, na ni muhimu tuweze kuzingatia hayo, na kikubwa, tuwe na uchaguzi wa amani. Ni vizuri kufanya kampeni ambayo zina uadilifu wa kiwango kikubwa, lakini pia na kutoa heshima kwa mwingine na pia kukipa heshima chuo. Niseme tu kwamba tumefungua rasmi kampeni zetu. Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki Dodoma, Mungu ibariki chuo chetu kikuu cha Dodoma. Mpaka sasa hivi hakuna changamoto yoyote ambayo imetokea. Wanafunzi wanafuata sheria, kanuni na taratibu ambazo zinatuongoza sisi wanafunzi wa chuo kikuu cha Dodoma. Mimi nipende kusistiza wanafunzi na wagombea waweze kusoma kanuni za uchaguzi ili waweze kufanya kampeni ambazo ni za amani ambazo hazitaleta changamoto yoyote labda ya kuondoa amani katika chuo kikuu cha Dodoma. Lakini pia niwasihi wanafunzi wenzangu kuendelea kufuata sheria, kanuni na taratibu ambazo zinatuongoza sisi wanafunzi ili tuweze kumaliza uchaguzi wetu kwa amani. Mimi niwatakie kila la heri katika kuchagua viongozi waliobora ambao wataweza kuitoa taasisi hii ya UDOM kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine kuhakikisha kuwa inafikia katika malengo mbalimbali ambayo yamewekwa. Langu jina ni Robert Mauya, mpaka wakati mwingine, bye bye.